Kwanza naomba niwapongeze sana wana Kilosa kwa kumaliza leo na kupitisha miradi yenu yote salama, na taarifa niliyokuwa nayo ni kwamba mwenge umepita salama na wakimbiza mwenge na kiongozi wao wamefurahiwa na walioyaona Kilosa. Hongereni sana, leo ni siku ya furaha na pana mkesha hapa. Sasa tusinisizinishe sana maneno maneno, na mimi na siku yangu, tuna shughuli za maendeleo. Lakini hili ujumbe wa mwenge mmekusikia, ndugu zanguni, tujiandae kwa kushiriki kwenye uchaguzi kwa utaratibu utakaowekwa na tume, ambao unazingatia uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa, na uchaguzi upo utaratibu mwingine wa kusema hakuna uchaguzi, huo haupo. Hizo ni njozi za watu wengine tu wachache. Sisi tujipange kuchagua kwa uhuru na ukamilifu na kwa haki, lakini humo ndani, hii miradi tunayoiona tunajua mfanyaji miradi hiyo nani, na sihitaji kuwakumbusha Dkt. Samia Suluhu Hassan alikuja hapa mwaka jana mwezi wa nane siku ya pili katika ziara yake, na mlijitokeza kwa wingi, na aliahidi mambo makubwa sana na katutendea mambo makubwa sana. <coughs> Dokta Samia Suluhu Hassan oye! Sasa <coughs> mi najua naenda kumpigia kura nani, na mi nakuombeni na nyinyi, na angalieni yale yote yanayotuzunguka, alafu naendelee mkapige kura lakini kwa hakika tunasema swala la mchango na mapenzi ya Dokta Samia Suluhu Hassan kwa Kilosa yetu hii na kwa Morogoro hii hayana mfano katika wakati wote wa historia ya Tanzania. Dokta Samia Suluhu Hassan hoye! Dokta Samia Suluhu Hassan hoye! Ndugu zangu, naomba niwatakie usiku wa sherehe na furaha ya kila hali. Mwenge wa Uhuru unapita leo, tusherekee, tufurahie mambo yote yanayokuja na, na Mwenge wa Uhuru na ujumbe wa mapenzi na umoja na mshikamano wa hote, kwa Watanzania wote bila kubaguana. Huo ni ujumbe mkubwa, na kwa maana hiyo tunaitaka Tanzania hiyo ambayo inakuja na Mwenge wa Uhuru, na sisi tuna uwezo na katika kuwenzi kwake ni sherehe hii kubwa ambayo tutafanya leo ya mfano kabisa. Nawatakia kila laheri, na mimi nimekuja ili niwe pamoja na nyinyi kwa sababu mimi ni mwenzetu mwana Kilosa mwenzetu. Nawashukuru sana, nawatakia kila laheri. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mwenge wa uhuru oye!